Watu wengine huinuka kutoka katika familia za kifalme. Wengine huinuka kwa sababu ya utajiri. Lakini wengine kama Yabezi huinuka kutoka kwenye maumivu. Hadithi yake yote imeandikwa katika mistari miwili tu ya Biblia. Lakini mistari hiyo ilitikisa mbinguni, ikabadilisha hatima yake na ikaacha moja ya maombi yenye nguvu sana katika Biblia. Yabezi anaonyesha kwamba mwanzo wako hauamui mwisho wako na kwamba kilio kimoja cha ujasiri kwa Mungu kinaweza kubadilisha maisha yote. Kama unapenda hadithi za Biblia zilizojaa imani zinazosimuliwa kwa moyo na ufahamu wa rohoni, jiunge ili usikose yale Mungu anayofunua kupitia hadithi hizi za milele. Sasa tuanze safari ya Yabezi. Hadithi yake haianzi na ushindi, haianzi na baraka, heshima wala ahadi. Inaanza na maumivu kwa maana halisi. Katika orodha ndefu ya nasaba iliyoandikwa kwenye moja Mambo ya Nyakati nne mstari wa tisa jina moja linakatiza orodha hiyo ghafla. Inaandikwa, Yabezi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake, mama yake akamuita jina lake Yabezi akisema, nimemzaa kwa maumivu. moja Mambo ya Nyakati nne mstari wa tisa. Katika Israeli ya kale majina yalikuwa na maana kubwa mara nyingi yalihusishwa na hali ya kuzaliwa au matumaini ya baadaye. Hivyo mama yake Yabezi alipompa jina lililotokana na mateso yake, maana hiyo ilimfuata. Jina lake lilihusishwa na huzuni. Fikiria kukua ukiitwa jina linalomaanisha maumivu. Fikiria kulisikia kila mara likikukumbusha wewe na wengine kuhusu shida, lakini Biblia inaonyesha jambo lisilotarajiwa. Ingawa aliandikwa kwa huzuni, Yabezi alikuwa na roho tofauti ndani yake. Mstari unaanza kwa maneno ya ajabu. Yabezi alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake. Biblia haisemi alikuwa mwenye nguvu zaidi, tajiri zaidi au mwenye vipaji zaidi; inasema tu alikuwa mwenye heshima. Katika Biblia, heshima ina maana ya uadilifu, kumcha Mungu, unyenyekevu na kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Yabezi alikuwa na tabia ya ndani iliyopingana na uzito wa jina lake. Hali ya maisha yake ilionekana kuwa na mipaka, lakini moyo wake uliamini Mungu. Biblia haisemi mengi kuhusu malezi au mapambano yake, lakini ni wazi kwamba Yabezi hakukubali jina lake liamue hatima yake. Aliamini kwamba Mungu wa Israeli alikuwa mkuu kuliko maumivu ya zamani yake. Hadithi ya Yabezi inatukumbusha kuwa maumivu hayatunyimi kusudi. Baadhi ya hatima hujengwa katika shida, huimarishwa kupitia mapambano na hufunuliwa kupitia maombi. Ingawa maumivu ya mama yake yaliathiri jina lake, hayakuamua maisha yake ya baadaye. Kilichomtofautisha Yabezi si jinsi maisha yake yalianza, bali ni kile alichochagua kufanya baadaye. Badala ya kukubali mipaka, alimlilia Mungu anayebariki, anayelinda na anayepanua. Kabla marufu ya ombi lake maarufu, Yabezi aliishi kati ya jina aliloitwa na kile Mungu alikuwa kimfanya awe. Mvutano huo upo pia kwa watu wengi leo, watu waliozaliwa katika hali wasizozichagua, wakibeba lebo wasizostahili, wakipambana kimya kimya na majeraha yasiyoonekana. Lakini Yabezi ni ushuhuda kwamba Mungu anaweza kubadilisha mwanzo wenye maumivu kuwa hatima yenye nguvu. Jina lake lilihusishwa na maumivu, maisha yake yalikuwa na mipaka lakini hadithi yake haikuwa imekwisha. Mtu aliandikwa kwa huzuni angekuwa mtu anayekumbukwa kwa maombi, mtu ambaye mbingu haikuweza kumpuuza. Yabezi alikuwa akiwa na jina lililokumbusha watu shida, lakini Biblia inaonyesha jambo la kina sana baadaye. Maumivu hayakuunda tabia yake, yaliisafisha. Mstari ule ule unaotaja mwanzo wake mgumu pia unasema alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake hii inaonyesha mabadiliko ya kimya yaliyotokea kabla hata ya ombi lake kufika mbinguni. Hadithi ya Yabezi inatuachia ujumbe mzito na wa kudumu kwa Wakristo na kanisa la leo. Inatufundisha kwamba Mungu hafungwi na historia yetu, majina yetu au hali tulizozaliwa nazo. Wakati dunia inaangalia mwanzo wa mtu, Mungu anaangalia moyo wake. Yabezi anatufundisha ya kuwa maumivu si mwisho wa safari, yanaweza kuwa mwanzo wa kusudi. Imani ya kweli haikaa kimya, inathubutu kuomba. Heshima, uaminifu na maisha ya haki huandaa njia ya majibu ya mbinguni. Mungu bado husikia, bado hujibu na bado hubadilisha maisha ya wale wanaomtafuta kwa moyo wote. Kwa kanisa la leo, Yabezi anatukumbusha ya tusiridhike na mazoea ya kidini bila imani hai. Maombi si desturi tu, ni uhusiano. Kanisa linaloomba kwa imani, kwa unyenyekevu na kwa ujasiri, ni kanisa ambalo mbingu husikiliza. Kwa Mkristo mmoja mmoja, ujumbe ni huu: usikubali jina, historia au hali ikuambie wewe ni nani au unaweza kufika wapi. Kama Yabezi, unaweza kusimama mbele za Mungu na kusema kwa ujasiri, ee Bwana, nibariki, niongezee mipaka yangu, uwe pamoja nami na yunilinde. Mungu aliyemjibu Yabezi bado yuko hai leo, na anaweza kufanya zaidi sana kuliko tunavyouliza au kufikiri. Kama ujumbe huu umekutia moyo, penda video hii, andika maoni yako: ni somo gani kutoka kwa Yabezi limekugusa zaidi? Na jisajili kwenye channel hii kwa mafundisho na hadithi nyingine za Biblia zilizojaa imani, tumaini na nguvu ya neno la Mungu. Kumbuka, mwanzo wako hauamui mwisho wako. Mungu ndiye anayeandika hadithi ya mwisho. Shalom.